Nitumie hadhara hii kuwapongeza sana na kuwashukuru watoa huduma wote kwa kazi kubwa na nzuri ambayo mmeifanya katika utekelezaji wa mradi wetu wa ujenzi wa minara 758 na hatimaye tumefikia utekelezaji wa asilimia 98. Nilikuwa nasikiliza sana ile iliyobakia 15. Mimi huwa ni mtu wa matokeo na kupanga muda, tukikubaliana hiyo 15 ni Desemba, hiyo kama ambavyo naibu katibu mkuu ameeleza Tarehe 25 Christmas, sasa sijui itakuwaje, naamini itakamilika kwa wakati. Naomba tujitahidi, tumeahidi kwa watanzania kuwatumikia kuhakikisha tunatoa huduma zilizo bora. Sina shaka kwamba minara hiyo 15 itakamilika kwa kipindi ambacho tumejipangia, lakini vile vile kwa upande wa mradi wa kuongeza uwezo wa minara ile 304 na furaida, nawapongeza sana kwa ok, kuikamilisha kwa asilimia mia moja. Nilikuwa nasikiliza vizuri sana pale kwenye kuboresha ile minara nikasema, kwa kuwa tarehe kumi, kumi na moja na kumi na mbili na kuja kwenye kampuni za watoa huduma, nitatamani sana kusikiliza mmefanya nini katika kuboresha uwezo wa minara yetu kutoka 2G kwenda kwenye kiwango cha sasa ikiwezekana 5G, maana nilikuwa okay, nasikia mingi ni 4G kwa, nitatamani kusikia kila mmoja amefika wapi lakini tunajipanga vipi? Naamini basi kwa na shaka tutaongeza hiyo pesa katika eneo watangulizie kabisa kwenye hilo katika presentation zenu huko, nikija nitatamani kuweza kupata na hilo. Nawapongeza na kuwashukuru sana. Tumesikia hapa mfuko wetu umeanzishwa kwa ajili gani, kwenda kusupport maeneo ambayo unakuta investor bado hana appetite au unakuta ina gharama kubwa. Serikali imekuwa ikiongeza ruzuku kwa kushirikiana nani tunawashukuru sana na naomba mwende kutafakari zaidi, kama kuna hela zingine zingine ziko huku zitakazoweza kusaidia kuongeza usikivu, kuboresha minara yetu, kujenga minara hiyo mipya, basi tujitahidi kadri inavyowezekana tuwekeze katika maeneo hayo. Niwapongeze, lakini zaidi niwashukuru sana sana sana kwa niaba ya serikali. Mmefanya kazi kubwa, mmeleta matokeo katika biashara, mmeleta matokeo katika utoaji wa huduma za kijamii, elimu, pamoja na masuala mengine. Asanteni sana. <coughs> Mradi huu pamoja na miradi mingine inayotekelezwa na serikali yetu kupitia mfuko wetu wa UCSAF ni hatua kubwa na ya muhimu sana katika kukuza uchumi wa kidijitali, kama ambavyo imeainishwa katika ilani yetu ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025 mpaka 2030, dira yetu ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2025 mpaka 2050, lakini pia mkakati wetu wa kitaifa wa uchumi Itali wa kidijitali wa miaka kumi wa mwaka 2024 hadi mwaka 2034. Kupitia nyaraka hizi tatu nilizozitaja, ndio nyenzo zetu muhimu na ndio zinatupa mwelekeo ambao utaifanya nchi yetu ya Tanzania kuweza kupiga hatua kwa haraka, lakini kuhakikisha kwamba sekta yetu ya mawasiliano inachangia kwa ukamilifu katika maendeleo ya kijamii pamoja na kiuchumi.